Na mara nyingi wanaosimama dhidi ya viongozi wao huweza wakawasingizia mpaka yale mambo ambayo hawa nayo wakawapagaza nayo, kwa lugha ya kileo huita propaganda. Kama vile kwa mfano Ikhwanul Muslimin, na wapeni mfano hai kulikuwa na njama kubwa sana za kuangusha serikali ya Saudia hivi karibuni, na kuigawanya ile nchi, na wao wana haki na chuki mbaya sana dhidi ya nchi hiyo. Wameeneza propaganda nyingi, na wakiteleza tu kidogo, hakuna watu wanaoeneza yale matatizo yanayotokea katika nchi kama mfano wa Mashia na Ikhwan Muslimini na wechunguzi utakuta wengi wanaoizungumza vibaya hii nchi, pamoja na kuwa hatusemi kuwa iko kamili hawana makosa, lakini ukitizama katika huu ulimwengu ukisema kuwa kwa mfano aa, wajificha tu lakini mabaya pia yako. Basi afadhali wao wajificha, uko kwenu mwafanya hadharani wazi wazi. Mfano sm. Almuhimu, Allah wasamehe yale makosa yaliyoko na waongoze viongozi wa kule, waelekeze katika kheri, wawe ni rehma kwa raia wao. Lakini nitawapeni huu mfano. Mikakati imepangwa kuangusha ile daula, Allah akajaalia akaingia waliu lahdi Muhammad bnu Salman, wafaqahu llah likulli khair. Propaganda zikaanza kuenezwa kuwa huyu ni kijana mdogo, babake ampenda zaidi, ndio maana amemweka, hafai, amepandikizwa na Mwamerekani huyu. Kuona zile propaganda zote zilizokuwa zaenea, ilikuwa ni Ikhwani Muslimin ndio anazozieneza Pengine mtu kuwa ushahidi gani? Nitawapeni ushahidi. Kuna kijana mmoja Ikhwani ambaye aliachana na Ikhwan Muslimin, alikuwa katika media ya Ikhwan, asema mimi hapa nilikuwa na hilo faili la kuharibu jina la waliul ahd Muhammad bin Salman, akazungumza wazi na faida, tulikuwa tukimbandika hili hana hili, lakini towakinaisha watu kuwa analo. Kwa nini? Kwa sababu hakuna kiongozi ambaye amebwatua mitego yetu yote kama huyo, mpaka ikaje ikatangazwa kuwa akipatikana mtu yuko katika kundi la ikhwan muslimin huyo ni gaidi. Wakapigwa x ikhwan muslimin asururia na tabligh jamaa wakapandwa na hasira na mori sana na wale mashekhe wa bandia wale wanaojifanya jifanya wale wakizungumza serikali kwa ubaya, ungoje wewe, wewe. kitu kimoja jiweke katika nafasi ya yule kiongozi, kisha kuna mtu ataka kuangusha nchi yako utamfanya nini? Basi bwana, usifanye hivyo, utakamatwa ko utiwe ndani mpaka ukome, usicheze na serikali. Una nguvu wewe ya kuweza kupambana na serikali? Usijidanganye tena. Nawaambieni kesho, ukawaweni khatibu waskirika ukajifanya yule kiongozi wala senti za watu, utaona ndio khutuba yako ya mwisho. O muoga, kuna uoga na kuna tahawur. Unajua tahawur, usiwe mpumbavu eti gari la jamii, kisha akati barabarani, ngoja naonyesha nigongi hiyo <laughs> ni tahawur, si ushujaa, ni ujinga la tuanid man idha qala faali, simfanyia inadi kiongozi. Akitaka atakutia ndani, uteso huko ndani. Hakuna watu ambao hawataki mchezo na kile kiti chao, kama viongozi sikaribie kabisa. Almuhimu wakaanza kukamatwa mmoja mmoja mmoja mmoja, tiwa ndani, tiwa ndani. Kumbe kila mmoja ana yake alikuwa yapanga sasa yoyote anayesimama dhidi ya mtawala, mara nyingi utampata ni mwongo. Mpaka mwisho humpagazia uongo ile kiongozi, ili watu wamuone ni mbaya, na hivi ndivyo naofanyika mara nyingi. Yale yanayozungumzwa kuhusu viongozi utakuta ni uongo tu, na kukiwa na ukweli, basi ule ukweli pia utafanya nini? Utaongezwa na uongo mwingine, ili uzidi kuonekana mbaya. Hamko mbali, Idi Amini rahimahullah alikuwa kiongozi wa Uganda, sio rais. Ukiwauliza Waganda wenyewe alikuwa vipi, ni tofauti na vile walivyomfanya wa magharibi kuonekana katika ulimwengu. Nakumbuka sisi watoto tukiambiwa kuwa kuna sinema sa wameitengeza ya Idi Amini wala watu kazi yake aweka ya watu kwenye friji, si siaweke ng'ombe, basi ndio amle vizuri, ama mbuzi? Nyinyi mna akili? Ati aweka nyama za watu kwenye friji! Wala tu kwa sababu alikuwa ni Mwislamu. Ona alikuwa Mwislamu na aliwapiga vita wao, wakaona tufanye propaganda, tuharibu jina lake. Maskini hayuko, yote ya uongo mtupu, uongo tu, kamsingizia wakamharibia jina tu na watu wakaamini kweli, ko hivyo. Na wangapi na wangapi! Sisi tunakumbuka tukiwa vijana bado twasoma sana, wikitwamamtawasiko tukiambiwa, Malikfad mkafiri yapinga Uislamu, kadha wa kadha, hivi na hivi, kisha zikiletwa swala ma video na nini. Hakuna watu watu waliodhulumiwa katika viongozi kama viongozi wa mamlaka maskini kwa ule huruma wake wane huruma ukule Afghanistan, kuna vita, damu yatoka mamlaka, kisha wao makafiri na huku wale mujahidini. Alhasil, hivi ndivyo inavyokuwa. Kwa hivyo wewe chunga, kijana chunga, si mtawala wamtakia nini? Watafuta mnyama mdogo, anamkia mrefu hata ukija ukimkamata upati nyama yote, wajisumbua tu bure. Kaa chini, tafuta ilmu, somesha, utafaidisha umma. Ikiwa una hamasa sana, hifadhi Quran, zikipita zile hamasa, maliza Quran. Ushamaliza wewe, waonyesha hamasa zako wewe, waweza kuhifadhi Bukhari, ashika Bukhari, hifadhi ukihifadhi na asira mpaka mwisho, hifadhi na Muslim. Ukimaliza viko vingine, njoo ulize, utakwambia hifadhi hiki, hifadhi hiki. Kesho zile hamasa zako zikishaisha, utakuja kuwanufaisha umma. Ama hizi hamasa za kikhawariji hizi hazikufai chochote. Wangapi katika vijana wamekwenda bure balashi kwa huyu bwana.